Kama uliweza kufuatilia vizuri katika mchezo wa leo Simba dhidi ya Sibakane ambayo ilikuwa ni fainali ambayo imeweza kupigwa huko Zanzibari, kuna matukio mengi ambayo yameweza kutokea kustajabisha kweli kweli. Tukio namba moja ni ile tukio ambayo ilionyesha wachezaji wa timu ya Simba wakipigana wao kwa wao. Hapa namzungumzia Ping Ping Kamara akiwa na Fabrice Ngoma, ili tukio limeweza kuhuzunisha watu wengi sana. Ilikuwa ni baada ya tu ya filimbi ya mwamuzi ya kulia kuelekea katika vyumba vya kubadilishia nguo ambapo ilikuwa ni half time. hii sasa utaona hapo walikuwa wanapigana uwanjani, wameweza kutupiana maneno. Sasa bado haijajulikana shida ilikuwa ni nini, lakini kile ambacho kilikuwa kinaendelea ilikuwa ni mzozo kwamba jinsi mpira unavyochezwa kama vile Fabrice Ngoma hazui vizuri hivyo, Camara alivyoanza kumwambia, basi wakawa kama vile wanapigana, ikatokea sintofahamu wao kwa wao, jinsi walivyoweza kupigana. Kwa hiyo ile jambo kwanza limeweza kufedhesha watu wengi. Ni mchezo huu wa Simba pamoja na RC Bakane umekwisha, lakini RC Bakane kuchukua kombe wakiwa katika ardhi ya Tanzania, hii hatujazua kabisa kuona Simba anapigwa mabao akiwa nyumbani. Bao ambayo limeweza kutupiwa ni bao la ushindi, limeweza kupigwa dakika za jioni, ikiwa ni baada ya bao la kusawazisha ambalo lezo kataliwa, ambalo amba, amba aliweza kutupia Steven Dese Mukwala bao la kichwa, ambayo ilisemekana ni offside. Aa, ili jambo limeweza kuzunisha watu wengi sana, hata alikuwa anaangalia katika upande eh, wa huko juu eh, viongozi wa timu ya Simba walikuwa wanahuzunika kweli kweli, kile ambacho kinaendelea kwa kweli hawajapenda katika huo mchezo. Tuliweza kushangaa matukio baadhi ambayo yanaweza kutokea katika mchezo huu. Tumeweza kuona kwamba katika mchezo huu kadi nyingi zimetembea. Yusuf Kagoma apigwa kadi nyekundu, lakini katika benchi la ufundi kadi nyekundu imetembea pia kwa kocha msaidizi wa Simba Sports Club, lakini pia hata katika benchi la ufundi la Simba Kane, tumeweza kumuona daktari wa timu naye amepigwa kadi akatoka nje. Kwa hiyo ni huzuni kweli kweli, eh, kombe kuchukuliwa mbele yetu kwa kweli, kwa hiyo ni jambo ambalo limefezesha wengi uh, kwa kweli inaumiza, lakini ndo hivyo imeshatokea, no way out na mtu angalia matukio ambayo yanaweza kutokea uwanjani mapema siku ya leo hapa ni blue mpira umechezwa kweli kweli, yale ambayo alijitokeza katika uwanja wa Manispaa Barkane, baada ya Simba kwenda kucheza fainali ya kwanza katika jiji hilo na kufunga mabao ya mapema. Ndivyo walichokifanya Simba katika mchezo wa leo wa kupiga bao la mapema, ambao bao hilo ameweza kulifunga Joshua Budo Budo Mutale, ambaye ameonekana kuwa na kiwango kizuri kwa hivi sasa, lakini kuna matukio mengi ambayo tumeweza kuwashuhudia katika uwanja. Sasa karibu tulichambua ile tukio ambayo tuliweza kuliona, moja kati ya tukio na tukio la kwanza ni ile la kupigwa kadi nyekundu kwa Yusuf Kagoma, lakini pia tukio la pili ni lilo tukio ambalo liliweza kumwonyesha

Presha kubwa tukiangalia katika mchezo huu, sema kweli, RC Bakane kama vile alikuwa ameshikwa na mna fulani hivi. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ilikuwa sio rahisi katika mchezo huu, mchezo ni umechezwa kweli kweli. Sasa tukio la kwanza tukiliangazia kwa kina, hili tukio ambalo liweza kumuonesha mchezaji wa timu ya Simba Sports Club, hapa nazungumzia mchezaji kutokea huko Kigoma, na huyu si mwingine ni Yusuf Kagoma ambaye ameweza kupigwa kadi nyekundu na huyu refa. Na tumeona usema kweli, hili tukio limehuzunisha watu wengi, baada ya kumuona pia kocha wa Simba Faldo Davis kupigwa kadi ya njano lakini pia katika benchi la, bench la ufundi kocha msaidizi naye pia ameweza kupata kadi nyekundu, matukio ambayo ameweza kuteka sana headlines kupitia mitandao mbalimbali. Na hichi kitu eh, kimefanya wana simba waonekane kama vile ni wamepambana kishujaa, yani kama ni mchezo basi, wameucheza mchezo wa kishujaa, na kisema kweli, wamepambania kile ambacho kimeenda kufanya uwanjani, na hatimaye Simba wana staili, kongole kubwa sana hapa Afrika, timu hii yenye ubora ulioshika nafasi ya nne katika dimba la michezo Afrika, ambapo tuliweza kumwona pia Rais Motsepe alikuwepo pia jukwani. Sasa tukirudi katika ile tukio la Yusuf Kagoma, mchezaji kutokea huko Kigoma, baada ya kupigwa kenyekundu kwanza, imewashangaza wengi hadi ma commentator ambaye sauti ya radi Baraka Mpenja. Mbali na haya yote mchezo ulikuwa unavutia kweli kweli, tumeweza kuona goli la pili limeweza kupigwa na Steven Dese Mukwala bao la kichwa ambalo limefurahisha mashabiki kisomo kweli. Simba ndio timu pekee ambayo pengine ina staili kongole sana. Yusuf Kagoma ameweza kupigwa kadi nyekundu katika mchezo huu, lakini kadi hiyo ambapo kwa mara ya kwanza magraphic designer ambao walikuwa wanaonesha wanarusha matangazo live kufuatia mechi ya leo eh, waliweza kuandika pale kadi ya kwanza ileweza kupigwa na Shomari Kapombe, lakini kumbe ilikuwa ni kadi ambayo ileweza kupigwa Yusuf Kagoma. Kwa hiyo mchezo huu umeibua hisia nyingi kweli kweli na watu wengi wamefurahi sana. Kwa hiyo mimi sina cha kuongezea, ukirudi katika kadi ambayo aliweza kupigwa Paul Davis na hii ni baada ya kutoka katika eneo lake eh, na katika ile ile eneo lake alipotoka ndipo alivyokwenda kumsumbua refa ama lensman, refa msaidizi, ambapo ndio akaja akatokea refa mkuu na kumpa kadi eh, ya njano, lakini pia katika benchi ambapo aliweza kupewa kocha msaidizi kadi nyekundu, hiyo imepelekea pia kupigwa na hii ni baada ya kuanza kurusha maneno madogo madogo pale alipoona kama vile mambo hayaendi sawa. Hiyo yote imepelekea mambo mengi sana, kwa hiyo mchezo naweza nikasema kwamba ilikuwa ni mgumu kweli kweli na mchezo kwa kweli ulikuwa na hadhi ya fainali. Alikuwepo pia rais wa Kafu na huyu mwingine ni Motsepe kutokea huko South Africa e, ambapo juzi tuliona pia timu yake iliingia uwanjani na watoto wadogo kutokea pale Pyramid ambapo anakichezea Maele. Na nasema kweli ilikuwa ni mchezo mgumu kweli kweli. Kwa mbali na hayo yote e, mchezo huu wa Simba kwa kweli ulikuwa na matukio mengi. Ni mtazama haya matukio baadhi, ambayo nimekuwekea hapa ni Blue House Dax Media.